Yeah. Umeona kikosi cha cha cha umeona vikosi vilivyosafiri na na timu kwenda kwa ajili ya maandalizi ya klabu bingwa kama vile mm. Kama vile kama umeviona vya mm. Yeah. Yeah, timu zetu zote kubwa hivi. Timu kubwa tukizungumzia, tunazungumzia timu ngapi kwa sasa Bongo kwa Tanzania? So, Mtibwa. Mtibwa? <laughs> <Wana gulo masiyala. laughs> uh, Simba Mtibwa Mtibwa na Yanga <laughs> wasianambnaan au Mtibwa kwa sababu imedraw na Simba ndo ishakuwa timu kubwa, kwa sababu imedraw na Simba. Mtibwa ni timu kubwa sana Tanzania, mna matharau sana. Lakini ni miongoni mwa timu ambazo zina historia kubwa na zimefanya vizuri pia kwenye sawa kwa kiasi chake. Huko si vibaya kusema pia kwamba kwamba ni timu kubwa. Ijapokuwa sasa traditionally timu kubwa mm-hmm. zimekuwa Simba na Yanga. Eh, na hata pia pia saipo club bingwa bwana kwa inaenda club bingwa. Okay, mimi nazungumzia hizi ambazo zinaenda club bingwa. Eh, eh, eh ambazo ambazo zimesafiri. Kwa kwa kwa mkubwa Simba na Yanga kwa experience mm-hmm. Simba na Yanga lakini pia unaweza mm-hmm. usisahau Azam kidogo ijapokuwa matukio yake haaridhishi kimataifa, mm, kama <mukua> vile ki, ambavyo